Naitwa Nazieli Preygod, nipo Lushoto mjini. Tuko katika wiki ya maji, leo ni siku ya nne. Tunaadhimisha wiki ya maji ambayo imeanza tarehe kumi na sita na kilele chake ni tarehe ishirini na mbili ambacho kitafanyika Dar es Salaam. Katika ratiba zetu ya za kuadhimisha wiki ya maji Leo tuna ratiba ya kufanya usafi katika vyanzo vyetu vya maji ambavyo ni Kindoe pamoja na Kibohelo. Leo tupo katika chanzo cha Kibohelo, tunaendelea kufanya usafi um, katika chanzo chetu cha maji Kibohelo wilayani ni mshoto. Hebu tueleze umuhimu wa kufanya usafi katika vyanzo vya maji ni nini? Um, umuhimu wa kufanya usafi katika chanzo cha maji uh, kuna umuhimu, umuhimu upo sana kwa sababu kufanya usafi katika mazingira ya chanzo kuna zuia wadudu hatarishi ambao wanaweza kuingia kwenye chanzo kwenye maji. Kwa hiyo kuna ki, vichaka ingekuwa tufanye usafi, basi vichaka vingekuwa mpaka huku, basi kungekuwa hatari wadudu ambao ni hatarishi, na hata maji yangekuwa ni machafu ambayo yanaweza kusababisha maradhi ambayo yana, yataathiri wananchi. Kwa hiyo tunafanya usafi kwa ajili ya kuzidi kutunza mazingira ya chanzo na chanzo chenyewe ili kiweze kuwa kisafi kwa ajili ya afya zetu. Nini wito wako kwa wananchi wenzako ambao wanapenda kuchafua vyanzo vya maji ambao ni muhimu kwa binadamu? Nini wito wako? Wito wangu kwa wananchi ambao wanachafua vyanzo vya maji ni kwamba tuungane pamoja na kauli mbiu yetu ya wiki hii ambayo inasema uoto wa asili kwa ajili ya maji ya uhakika. Hivyo wa, wapunguze kazi ambazo zina athiri vyanzo vyetu vya maji, wasilime karibu na vyanzo, lakini pia wawe ni watunzaji wazuri wa miti. Miti inapokatwa basi, hakikisha ukikata mti basi unapanda miti, kama ambavyo tumeendelea kupanda miti siku ya jana katika chanzo chetu kingine. Hivyo wazidi kusaidiana kwa pamoja, kwa sababu ni jukumu la kila mwananchi kutunza mazingira ya vyanzo, kwa sababu vyanzo vina faida kwa kwetu sisi wote wananchi. Ni jukumu la kila mmoja wetu kutunza vyanzo vya maji, hivyo wasilime wala ku, kulima lima mimea au kukata miti na kuepuka kuharibu vyanzo vya maji okay, maji nako tena. Naitwa Nazieli Preygod. Mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Lushoto mjini.